Uh, unakuta uh, mnafanya usahili si ndio? Mm, kwenye uh, hatua zote hatua ya kuandika vitendo, na mahojiano, lakini mwisho wa siku unakuta hata ile hatua ya mwisho watu wote wanafanya watch select. Juzi niliona uh, kwenye di, uh, Uongozi Institute uh, kwenye communication officers, watu almost wale walikuwa wanafanya interview walikuwa ni kama kwenye oral ndio finali walikuwa kama nane, lakini wote wanakuwa na select. Sasa je pale ni, ni, ni, ni, ni kuwa li advertised tena, au kuna kuwa mchakato, hatua gani nyingine inachukuliwa tena baada ya kufika hadi finali na kupata hamjapata um, kile ambacho mnakiita? Uwepo wa secretariat ya ajira ni kupeleka kilicho bora mm -hmm, sawa kwa mwajiri, sio tu kujaza nafasi mm -hmm. Tunapeleka kilicho bora kwa mwajiri. Kwa hiyo kwa mfano hata tukiwaita watu elfu moja mm mkaja kwenye usaili, na awali nilikwambia hatupimi mtu na mtu, tunapima mtu na yale maswali tunayomuuliza. Kwa hiyo ikitokea wote mkashindwa kufikia alama za ufaulu, wote tutawaandikia kwamba mmefeli na lile tangazo tutatangaza upya, na ndio maana mara nyingi unaona tunasema re-advertisement, matangazo mengi tunarudia. Kwa hiyo tukiona tumerudia, maana yake tumekosa uh, watu wa kuendelea nao, tunatangaza tena Tunazingatia ubora, hatuzingatii kujaza tu zile nafasi kwao. Sisi hata kama umefanya usaili wetu tunasema alama ya ufaulu ni hamsini mm. ukipata arobaini na tisa pointi tisa tafsiri yake hujafika, tutarudia tena ule usaili ili tupate kile kilicho bora. Na ni wasii pia, mkiona tumetangaza nafasi moja kwamba uh, sekretari tumetangaza, nimesema tunafanya usaili kwa niaba ya mataasisi na tuna database database yetu inakaa kwa muda wa mwaka mmoja. Kwa hiyo ukiona tumetangaza ile nafasi moja, ni kweli kuna mwajiri ametokea anataka mtu mmoja. Lakini kwa sababu Watanzania wengi wamesoma, mm, na kama nilivyosema awali hatuna kigezo cha kuwapima moja kwa moja kwamba niende na hao watatu au niende na hao kumi. Sisi tunaamini njoo, pale utuonyeshe ujuzi wako katika hatua ya awali, halafu tutasonga mbele. Kwa hiyo jitahidi usiseme tuna mtu wetu. Wewe njoo fanya usahili, weka nguvu. Kama hujapata kwenye ile moja, utabaki kwenye database tena. Ujitahidi uwe na ufaulu wa juu mm, sababu mfumo unapanga kwa ufaulu, alipata mia mpaka mwisho. Kama mnavyoona kwenye usaili ule wa kuandika, ndio unapanga vile vile. Kwa hiyo jitahidi, nafasi moja ikitoka, hujapata ile moja, angalau uwe wa tano, ili nafasi taasisi nyingine ikija unaenda kwa urahisi, na database yetu inakaa mwaka mmoja tu yeah. Kwa hiyo jitahidi, ufanye vizuri ili ndani ya mwaka mmoja hiyo ajira yako ikija taasisi inakutaka ikushukuru.